Kuna habari mbili, moja ya kutia matumaini na nyingine ya kusikitisha, lakini habari zote mbili zinahusiana na mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ambaye wiki iliyopita alikamatwa na hatimaye kufikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka manne, lakini ni shtaka moja ambalo limegusa hisia za wengi, ambalo ni shtaka kubwa na la kutisha la uhaini. Lakini tuanze na hizi habari za kutia matumaini, na habari hizi zinatoka huko nchini Uganda ambapo mwenyekiti kiongozi wa chama cha National Unity Platform, NUP cha nchini humo Robert Kiagulanyi maarufu kama Bobby Wine amelaani vikali kukamatwa kwa mheshimiwa Lissu akisema ni shambulio dhidi ya demokrasia na haki za binadamu na alitoa wito kwa nchi za Afrika Mashariki kushikamana na kupigania utawala bora. Kukamatwa kwa Lissu kumezua hasira miongoni mwa viongozi wa upinzani na watetezi wa haki za binadamu Afrika Mashariki, wakiona ni sehemu ya mwenendo wa kupunguza nafasi ya kisiasa, hususan siasa za upinzani. Hayo yanatia matumaini kwa sababu mazingira yanayotokea Uganda yana shabihiana na hali ilivyo Tanzania japo Uganda hali ni mbaya zaidi ya ilivyo Tanzania, kwa sababu wakati kabla hata ya kukamatwa Mheshimiwa Lissu na kufunguliwa mashtaka, tayari mmoja ya viongozi wakuu wa upinzani nchini humo Dr. Kiiza Besige alikuwa amefunguliwa mashtaka ya uhaini. Na wakati Mheshimiwa Lissu alikamatwa baada ya kuhudhuria mkutano baada ya kuhutubia mkutano huko Mbinga mkoani Ruvuma. Kwa Dr. Besige hali ilikuwa tofauti. Yeye alienda kwenye hafla moja nchini Kenya na akiwa huko alitekwa na maafisa usalama ambao wanadhaniwa kuwa walitoka Uganda na kupewa ushirikiano na Kenya. Baada ya kumteka wakamrudisha nchini Uganda. Amekuwepo uh, rumande kwa muda mrefu na hatimaye sasa wanamfungulia mashtaka ya uhaini. Kwa hiyo kuna mfanano wa kinachoendelea nchini Uganda na hiki kilichojiri majuzi nchini Tanzania kufuatia kufunguliwa mashtaka ya uhaini kwa Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwa nini hii inatia matumaini? Inatia matumaini kwa sababu mshikamano nyakati kama hizi ni muhimu. Um, kwa watu wanaopitia changamoto hata katika maisha binafsi. Kwa mfano, ukifiwa, ukikuta watu wamekuja kukufariji, kwa kweli inaleta matumaini. Kadhalika, kwenye changamoto mbalimbali, labda maradhi, unapopata sapoti ya watu inaleta matumaini, na wakati mwingine kinacholeta matumaini zaidi ni kupata sapoti ya watu ambao wamepitia changamoto kama hizo. Kwa Bobi Wine uh, katika siasa za Uganda anapitia kipindi kigumu sana. Kwanza ni kutokana na ukweli kwamba nchi ya Uganda inaendeshwa kidikteta halisi. Hatuwezi kulinganisha Tanzania na Uganda jinsi ilivyo, kwa sababu Rais Museveni amekuwa madarakani kwa miaka kadhaa wa kadha lakini pili, rais Museveni ana mtoto wake huyu mkuu wa majeshi ya Uganda, Muhoozi Kainerugaba, ambaye huwa anapata faraja ya kumwandama Bobi Wine especially kwenye mitandao ya kijamii. Majuzi hapa ametishia kumchinja, na huyu Kainerugaba hakuna sheria ya Uganda inayoweza kumdhibiti. Kwa hiyo mazingira ya Uganda ni magumu. Kwa hiyo hili lina uzito kwa sababu linaonyesha mshikamano, lakini pia linaonyesha kwamba kinachotokea katika nchi nyingine licha ya licha ya changamoto zinazotokea nchini Uganda kwa vyama vya upinzani, lakini bado wanaguswa na haya yanayojiri nchini Tanzania, kama hili la kuhusu Mheshimiwa Lissu. Na hili ni fundisho kwamba hizi changamoto ni rahisi kwa wengine kudhani kwamba kuna ule msemo wa Kiswahili mwenzio akinyolewa, wewe tia maji. Kuna kuna watu ambao wanadhani haya mazingira yanayomkumba Mheshimiwa Lissu wao wow, hayawezi kuyakumba, hayawezi kuyakumba. Mimi nafsi naweza nikatolea mfano binafsi. Um, huko nyuma nilikumbana na changamoto akawa mwandishi mmoja wa habari akafanya dhihaka kuhusu zile changamoto nilizopitia, lakini miaka ni kadhaa baadaye naye akapitia changamoto kama nilizopitia mie, na bila aibu akataka kujenga urafiki na mie baada ya kupitia changamoto yani nimpe labda uzoefu wa yale aliyopitia. Um, kwa hiyo kuna baadhi ya vyama vya siasa ambavyo pengine vinadhani viko immune kwamba vina vinakinga dhidi ya haya yanayoikumba Chadema au haya yanayomkumba mheshimiwa Lissu, lakini wanajidanganya. Mfumo kandamizi huwa hauchagui, unawakinga wale wakandamizaji, lakini wakandamizwa hakuna wa kuchaguliwa. Na hili linatokea la Bobby Wine kuungana au kushikamana na mheshimiwa Lissu. Wakati huo huo, limetokea tukio jingine kama nilivyosema hapo mwanzoni, kwamba na habari nzuri za kupendeza za kutia matumaini na habari za kusikitisha. Na habari za kusikitisha ni kwamba makamu mwenyekiti wa Chadema kanda ya kati anaitwa Jackson Jingu ametoa matamshi makali dhidi ya Mheshimiwa Lissu katika mkutano wa hadhara uliofanyika mjini Singida, uh, jana April 14 na mwaka huu uh, elfu mbili na ishirini na tano. Alitoa tuhuma nyingi, lakini baadhi ya hizo zilikuwa ni kwamba anadai Mheshimiwa Lissu hana washauri sahihi pia anakataa ushauri kutoka kwa viongozi wenzake na anadai kwamba mustakabali wa Chadema chini ya uongozi wa Mheshimiwa Lissu sio mzuri. Hata hivyo, uh, uongozi wa Chadema kanda ya kati umejitenga na kauli za huyu bwana Jingu kupitia taarifa iliyosainiwa rasmi na mwenyekiti wa kanda hiyo, Devota Minja. Taarifa hiyo ilisisitiza kuwa kauli hizo hazitokani na msimamo wa chama na zinakiuka maadili ya uongozi na pia taarifa hiyo ilieleza kwamba huyo bwana Jingu atafikishwa mbele ya kamati ya maadili ya kanda kwa mujibu wa taratibu za chama. Sasa wakati tukio la Bobi Wine linaonyesha mshikamano na Lissu, na linaonyesha umuhimu wa mshikamano wa kikanda, kwa maana ya ukanda huo wa Afrika Mashariki katika kupigania demokrasia na haki za binadamu, matamshi ya Jingu yanaonyesha changamoto za ndani zinazovikabili vyama vya upinzani Ukanda huu wa Afrika Mashariki na hili lina ni changamoto kwa Chadema kwa sababu, bado ukiangalia kwa mfano kwenye mitandao ya kijamii, kwa mfano Twitter, hawa jamaa wa G55 tano hawa, mimi napenda kuwaita waasi wa, wa G55, kauli zao bado ni kama vile hawaguswi na kilicho mkumba mheshimiwa Lissu, lakini hili sio la kushangaza sana kwa sababu kama urayani, alikuwa uko uraiani na walikuwa wanampinga, unaweza kuelewa sasa hivi pengine furaha waliokuwa nayo kwa mheshimiwa Lissu kuwa ndani. Hata hivyo um, wako pia katika wakati mgumu kwa sababu uh, hiyo tume inayojiita huru ya uchaguzi imesema kwamba inaifungia Chadema kwa miaka mitano kushiriki chaguzi zozote. Kwa hiyo kama walikuwa na ndoto za kutaka kugombea inabidi watafute vyama vingine ndio waweze kugombea, lakini haitawezekana kugombea ndani ya chama, kwa sababu kwa mujibu wa hizo sheria. Kwa hiyo tamko la hiyo, uh, hiyo tume inayojiita huru ni kwamba Chadema haitoruhusiwa kushiriki katika chaguzi kwa miaka mitano. Hiyo ni mada ya wakati mwingine, lakini nimeigusia tu hapa kuhusiana na ili kundi lahamsi. Kwa hiyo ni muhimu kwa vyama vya upinzani kudumisha mshikamano wa ndani na kushirikiana katika kupigania mabadiliko ya kisiasa, mshikamano wa kikanda kwa maana ya ukanda wa Afrika Mashariki, kama ulivyoonyeshwa na Bobby Wine, unaweza kuwa chachu ya mabadiliko chanya katika ukanda wa Afrika Mashariki. Lakini pia ni muhimu kwa Chadema, wakati inajishughulisha na kesi ya Mheshimiwa Lissu kwa upande mmoja, inapaswa iendelee kusimama kidete na uh, kampeni yake ya no reforms, no election, kwa sababu kwa upande mmoja hiyo kampeni ndiyo iliyopelekea Mheshimiwa Lissu kukamatwa lakini pia ina changamoto ambayo inabidi kuzishughulikia, changamoto ambayo inabidi kuzishughulikia, na moja changamoto hizo ni pamoja na kudhibiti nidhamu, kwa sababu haijengi picha nzuri wakati chama kinakabiliwa na janga kubwa kama hili la mwenyekiti wake wa taifa kuwa sio tu amekamatwa, lakini kuwa amezushiwa hizi tuhuma nzito za uhaini. Kwa sababu kesi ya uhaini ni moja ya kesi kubwa kabisa, kama mlivyomsikia mwanasheria msomi Pita Kibatala alivyoeleza katika Uh, sehemu mbili za mahojiano ambayo Jasusi TV ilifanya naye. Sasa ukikuta baadhi ya viongozi wa chama hicho wanakwenda hadharani na kuropoka kama haya aliyosema huyu bwana Jingu kwa kweli inasikitisha. Inawavunja moyo wananchi na ina athiri um, support ambayo pengine ingetoka kwa hata wale ambao hawako uh, sio wanachama wa hiki chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Um, yawezekana kwamba ni muhimu kwa chama kuji, kita zaidi katika uh, ajenda zake kama hii ya no reforms no election, lakini ili ajenda hii pia nayo iwe na, na mafanikio uh, na hii ni mada ya kuongelea wakati mwingine, ni muhimu kudhibiti nidhamu, kwa sababu hawa wanaoropoka wana impact katika kufikisha ule ujumbe ujumbe kwa mixed signals, kwamba huku linaongelewa hili, kule lina semwa hili. Kwa hiyo ni muhimu wachadema kuchukua hatua wa stahili dhidi ya hawa wakorofi. Basi mimi nawatakia jioni njema na asanteni kwa kunisikiliza. Tutakutana tena wakati mwingine, kwaherini.